Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu kietee mahali pa juu palipoinuka sana, tuna kila sababu ya kusema asante kwa ajili ya neema na uaminifu wako ambao umekuwa ukiuachilia juu yetu kila siku utakapo. Leo tunasema asante kwa kuwa umekuwa pamoja na sisi kuanzia tulipoianza siku yetu kwanzia tulipoianza asubuhi yetu, tumeuona mkono wako ukiwa pamoja na sisi, tumeziona nguvu zako zikitufunika na yetu, lakini bado tumeona uaminifu, fadhili zako zikiwa yetu na zikiwa mpya kila siku ya maisha yetutamtakatifu ukumbuke lema juu ya maisha yetu, damu yako ya thamani katuoshi na kututakasa kwa damu yako. E, Bwana, kakumbuke lema kwa ajili yetu, kakumbuke lema kwa ajili ya familia zetu, kakumbuke pia lema, Roho Mtakatifu ya Yesu katika kila jambo la maisha yetu E, Bwana, tunakualika nasi Mungu katika kipindi cha leo, tunaitia uwepo wako na nguvu zako, zikapate kwa pamoja na sisi, tunakihesabia kusema asante kwa kuwa wewe ni mwaminifu na wa haki, utakuwa pamoja na sisi, sawa sana, viungo vya uaminifu wako ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu Amen amina basi siku ya leo imempendeza mungu tuweze kuungana pamoja katika maombi haya ya jioni na ajenda yetu ya leo itakuwa ni maombi ya familia mstari ambao utakaotuongoza katika siku ya leo ni kitabu cha warumi tano kumi na mbili warumi tano kumi na mbili ndio mstari utakaotuongoza katika siku ya leo tutakwenda kusoma kwa pamoja kama ilivyoandikwa katika neno la Mungu. Ukisoma kitabu cha Warumi 5:12, neno la Mungu linasema kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia mwana kupitia kwa mtu mmoja, na kupitia dhambi hii mauti likawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Ukisogea 13 unasema, kwa maana kabla sheria haijatolewa ulimwenguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kama tulivyosikia neno la Mungu ya kwamba, kwa hiyo kama vile dhambi ilivyoingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja. Kwa hiyo unaona kwamba kupitia mtu mmoja ni dhambi ilifanyaje, iliingia ulimwenguni na kupitia dhambi, anasema na kupitia dhambi hii mauti ikawafikia watu wote. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni kosa alilolifanya mtu mmoja lakini ukija kusoma kwa neno la Mungu anasema kwamba na kupitia mtu mmoja dhambi ikafanyaje, ikawafikia wote. Kwa hiyo tunakwenda kusimama mbele za Mungu katika jioni ya leo kumwambia Mungu kwa ajili ya familia zetu, hata kama bado haujapata familia haujawa na watoto hauja kuwa na familia ambayo unaweza kusema kwamba hii ni familia yangu, lakini kumbuka, hata kama ni kijana, lakini kuna maisha baada ya ujana, na kama tayari umekwisha kuwa na familia, tunakwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu leo kwa ajili ya familia zetu, kwa sababu katika familia mtu mmoja anaweza akatumika kama lango la kuingiza baraka katika familia au kuingiza laana katika familia. Na ukiangalia mfano mzuri ni kwenye kitabu cha Mwanzo, ukisoma kwenye habari za Adam na Hawa, kipindi kile shetani alivyokuwa akiongea na Hawa kumrubuni ili aweze kulila lile tunda. Hawa ambaye tunamzungumzia ndiye Eva. Kipindi shetani anaongea naye hadi ikafika hatua ya, ya Eva kukubali kula lile tunda, ni wakati ambao Adamu hakuwa maeneo yale lakini Eva alikuwepo yeye peke yake na joka kwa hiyo kutokana na ushawishi ambao joka aliuachilia pale kwa Eva unaona kabisa kwamba Eva akilichukua lile tunda na kufanyaje na kulila na, na kitendo cha yeye kula lile tunda ikaja ikasababisha effect ambayo mwenzake na mwenzake baadaye tena akaja akafanyaje akala lakini unaona chanzo ni kwamba mtu mmoja ndiye aliyefungua mlango wa dhambi Hatimaye ile dhambi ikabaki tena sio kwa mtu mmoja ikawa ni kwa nini ni? ni kwa wote. Kwa hiyo katika jioni leo tunakwenda kumwambia Mungu juu ya familia zetu, kwamba isitokee hata katika familia zetu, labda tuseme ikawa labda ni familia ambayo maybe tuseme ina watoto, ina watoto watano, ina baba mama. Yes, ina baba mama na watoto watano. Kwa hiyo tunakwenda kumwambia Mungu ya kwamba asitokee hata mtu mmoja ambaye shetani atakayekuja kumtumia kama lango la kuharibu amani na furaha ya familia kwa sababu tunajua kwamba katika kila familia ambayo Mungu ameiweka, ambayo Mungu alikusudia kuwa pamoja, katika kila familia tayari kuna mtu mmoja mmoja ambaye Mungu alimwachilia ambaye anatumika ambaye Mungu atakayemtumia kubeba maono ya familia ambaye atakayetumika kusaidia familia kufika pale ambapo Mungu alikusudia iweze kufanya iweze kufika. Kwa hiyo kama huyo mtu yupo kwenye familia, ina maana kwamba adui anapokuja katika familia na kumpiga huyo mtu aidha, inaweza ikaa ni kiroho, inaweza ikaa ni kimwili. Huyo mtu anapokuja akapigwa, akapata madhara, ina maana kwamba kuna hatari kubwa ya familia nzima kuingia katika shida. Kwa sababu gani? Tayari yule ambaye Mungu alimweka kama msingi, aliyemweka kama, kama mtu wa kuishikilia familia tayari amepigwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesco yes, tunakwenda mbele za Mungu kumwambia Mungu kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya familia zetu. Na kabla hatujaingia kwenye maombi yetu, kuna pointi kadhaa hivi nilitamani tujifunze kabla hatujaingia kwenye maombi ambapo kuna kauli kadhaa hivi nitazisema hapa, na zitazidi kutuongezea zaidi maarifa juu ya maombi, ili tunapokwenda kuingia kwenye maombi tuwe na hakika na tunajua kabisa kwamba ni kitu gani ambacho tunakwenda kukifanya. Lakini cha kukumbusha zaidi ni kwamba ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki sula ya pili mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema "Nitasimama katika zamu yangu na kujiweka mwenyewe juu ya, ya maboma. Nitatazama nione atakachoniambia na ni jibu gani litakalotoa kuhusu lalamiko hili." Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kama mwana wa Mungu ambaye umepata neema ya kuweza ya kuweza kuingia katika maombi ya leo unatakiwa usimame katika zamu yako kwa sababu Mungu amekuamini hata kukupa hiyo neema ya kuweza kuingia katika maombi katika jioni ya leo. Kwa hiyo unatakiwa wewe kama mwana wa Mungu usimame katika zamu yako kumwambia Mungu kwa ajili ya familia na kumwambia Mungu kwa ajili ya ndugu zako ambao Mungu amekukutanisha nao na amekupa neema ya kuwa nao pamoja kama familia. Pointi ya kwanza ambayo nilitaka kusema kuhusiana na, na maombi ni kwamba afya yako ya kiroho inadhihirishwa na uhai wa maisha yako ya maombi. Mtu aliye sawa kiroho atakuwa hai katika maombi, lakini mtu aliyekufa kiroho atafifia katika maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo afya, unatakiwa kitu cha kwanza kufahamu ni kwamba afya yako wewe kama mwana wa Mungu ya kiroho inadhihirishwa na uhai wa maisha yako ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa hiyo mtu aliye sawa kiroho atakuwa hai katika maombi. Lakini mtu ambaye kiroho chake tayari kimekufa ina maana kwamba atafifia katika nini? Katika maombi. Na ndio maana unaona leo watu wengi wana kiu, na wanatamani kweli kuomba, lakini mtu anashindwa anakwambia kwamba nilimwambia Mungu anisaidie nilale, nilale and then ikifika basa nane usiku niamke niombe, lakini anasema kwamba niliamka sawa usiku lakini nikafumbua na macho na nikainuka lakini sikufanyaje, sikuomba. Ina maana kwamba kuna shida katika afya yako ya kiroho, na kinachofanya afya ya kiroho kuwa, kuwa kuwa, kuwa thabiti. Ni kipi kinachosababisha afya yako ya kiroho kuwa thabiti kama mwana wa Mungu? Ni maombi. Maombi ndiyo yanayokufanya wewe kuwa active, kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mtu yeye ambaye ameshakufa kiroho tayari atafifia katika nini? Katika kuomba. Lakini pointi ya pili ni kwamba ushindi wako wa wazi ni matokeo ya kuomba kwako silini. Muda unaowekeza peke yako katika maombi sirini unakupa matokeo ya wazi ambayo hauwezi kuficha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiyo, ni kweli kabisa kwa sababu kuna wakati tunakaa mtu unakuwa uko private unakuwa na ile private tunasema private prayer, na Mungu, uko wewe mwenyewe na Mungu katika chumba chako cha silini, unaomba unamwambia, unaomba, unamwambia Mungu juu ya agenda mbalimbali, unamwambia Mungu juu ya familia ambayo amekopa kuwa nayo karibu, unamwambia Mungu juu ya maisha ya watu wale wa familia, unamwambia Mungu afamilia huyu mtu alikuwa anaomba juu ya uchumi wake, huyu mtu alikuwa anaomba juu ya hatima yake. Lakini unakuja kukuta baadaye ya kwamba matokeo, Mungu akitaka kuyafungua matokeo, hayafunguli sirini Mungu, matokeo anakuja kuyadhihirisha mbele ya nini? Mbele ya watu. Umeomba sirini, lakini effect yale maombi yanakuja kuonekana na nini? Na watu wote. Lakini jambo lingine ni kwamba tunajifunza tunajifunza maombi kwa kuomba na sio kukaa darasani. Haijalishi una mafunzo mangapi kuhusu maombi, utajua kuomba pale utakapoanza kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatujifunzi maombi, hatujifunzi maombi kwa kukaa darasani. Leo umekuja umesikiliza somo lolote ambalo linahusiana na maombi, usiishie tu pale kusema kwamba mimi ninaelewa kwamba ninapotaka kuomba natakiwa nifanye hiki na hiki, napotaka kuingia mbele za Mungu natakiwa nifanye hiki na hiki, najua kwamba natakiwa nianze na shukulani, au najua kwamba natakiwa nianze na toba, ndipo nifate shukulani. Hiyo peke yake haifanyaje, haitoshi. Lakini unapojifunza kuhusiana na maombi toka pale, chukue ile knowledge, uchukue ule ujuzi ambao umeufundishwa pale, nenda ufanyie kazi. Kama umeambiwa kwamba maombi ya usiku wa manane yanayo nguvu, nenda jaribu, kwa sababu tayari umekwisha kuzijua faida zake. Nenda jaribu kuomba huo muda ambao umeambiwa Labda umeambiwa kwamba maombi ya mfungo yana nguvu, naenda jaribu kufunga. Sasa chukua hatua, kwa sababu Biblia inasema kwamba imani pasi na matendo imefanyaje? Imekufa. Kwa hiyo unapotaka, unapotaka kuona matokeo ya kile kitu ambacho umejifunza ni lazima uingie katika nini? Ni lazima uingie katika matendo. Kwa hiyo usiishie tu kusema kwamba mimi nimejifunza kuhusiana tu na maombi darasani, lakini baada hapo baada ya kujifunza, ingia kwenye kutenda, ingia kwenye fanyaje, kwenye kuomba lakini pia jambo la nne ni kwamba kama Mungu haijui sauti yako silini, atashindwa kukupa msaada wakati wa uhitaji. Mungu aliye Mungu uliyempuuza wakati wako binafsi, atakosa kukuitikia wakati wako wa uhitaji. Kwa hiyo Mungu unapompuuza ukiwa silini, unasikia msukumo, Roho Mtakatifu anaachilia ndani yako msukumo wa kuomba kwamba simama uombe juu ya familia. Simama uombe juu ya watu ambao nimeweka kama nguzo katika familia. Nguzo inaweza ikawa ni wewe, anaweza akawa ni baba, anaweza akawa ni mama, anaweza akawa ni kaka, anaweza akawa ni dada, anaweza akawa ni mdogo wako. Whatever. Lakini Roho Mtakatifu anaachilia msukumo ndani yako, omba omba juu ya uchumi wako, omba juu ya uchumi wa familia, omba juu ya afya ya kiroho ya familia, omba juu ya afya ya kiroho yako. Lakini unausikia ule msukumo na hautii. Kwa hiyo ile dharau ambayo unakuwa unaionyesha wakati ambao Roho Mtakatifu anauachilia msukumo ndani yako wa kuomba uwe na hakika ya kwamba hata utakapokuwa mbele za watu na ukiomba hata itambua sauti yako. Kwa sababu gani? ukiwa peke yako, kwa sababu Mungu hakuja tu kwa ajili ya wote, lakini alikuja kwa ajili ya kila mtu mmoja mmoja, ndio mwanzo. Akakuta hata katika mikutano ambayo inakuwa inawekwaga, labda tuseme, kuna kuwa, kuna semina imewekwa, watu wanakuwa ni wengi sana katika ile semina, lakini ukija kusikia ushuhuda, ushuhuda unakuwa ni wa wachache wachache. Unasikia kwamba labda tuseme semina ilikuwa na watu 5000 lakini waliona miujiza ambayo Mungu amewatendea ni watu wangapi? Ni watu kumi. Kwa sababu gani? Mungu hatafuti watu, Mungu anatafuta nini? Anatafuta watu, anatafuta mtu. Mungu hatafuti watu. Kwa hiyo ukiwa kwenye grupu kubwa la watu, hata ukasikia kwamba wamesema kwamba kuna kitu nimesikia ndani, mtumishi akasema kwamba kuna kitu nimesikia ndani yangu, kunaye hapa mtu ambaye anaumwa tumbo, anasikia maumivu makali na miguu inauma. Mnaweza mkawa ni watu hata wakapita pale mbele watu ishirini, lakini katika wale ishirini Mungu hatafuti wale watu ishirini, anamtafuta mtu tu mmoja ambaye atakayeamini ili amtendee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, kwa hiyo tunatakiwa tuanze kutengeneza maisha yetu ya maombi. Isiwe tu labda kwa sababu nikiwa kanisani ninanena kwa lugha ili mchungaji anione, hapana, lakini iwe ni desturi yako kila siku ya kuongea na Mungu, ya kuongea na Mungu ukiwa peke yako, kwa sababu kama leo ninaweza nikaa kwenye, nikaa, nimekaa kwenye chumba changu peke yangu cha maombi, nikaanza kuomba, nikimwambia Roho Mtakatifu kwamba nizione nguvu zako mahali hapa, na ile nguvu ya Roho Mtakatifu nikaiona nikiwa peke yangu, ina maana kwamba hata kama nikitoka hapa nikaenda nikiwa mbele za watu, ile nguvu ina uwezo kufanya, ina uwezo wa kushuka na itashuka kwa kuwa Mungu ni mwaminifu. Kwa sababu gani? Tayari nina desturi ya kumuita Mungu aliye hai nikiwa peke yangu. Kwa hiyo ninakuwa na imani ya kwamba hata licha ya kwamba nikiwa mbele za watu, Mungu hata acha kufanyaje, hata acha kutenda, kwa sababu Mungu yule ambaye niliyekuwa naye ndani, Roho Mtakatifu yule ambaye nilimwitia, ndiye ambaye paka sasa hivi. Niko wapi? Niko naye, niko naye mahali hapa. Kwao nina uhakika kama alijidhihirisha kwangu, atajidhihirisha pia na kwa nini na kwa hawa watu Bwana Yesu asifiwe sana, amina. Basi tutasogea kidogo katika faida za maombi, tutasoma faida chache kama faida nne hivi, alafu tutaingia katika ajenda yetu ya leo, ituingie mbele za Mungu kwa ajili ya maombi. Naposema maombi, maombi, kila mmoja kuna namna ambavyo anafahamu maombi, na maombi imeweza ku kama maombi yameweza kuelezewa katika namna nyingi, lakini maombi pia unaweza kusema kwamba ni fursa ambayo Mungu alimpa mwanadamu ili waweze kufanya kazi kwa pamoja. Kwa hiyo faida ya maombi hauwezi kui, kuinunua dukani hata ukiwa na uwezo kiasi gani. Faida ya maombi, hata kama ukiwa na uwezo kiasi gani, hauwezi kuinunua dukani faida ya maombi tuna faida ya maombi tunazungumzia kwamba ni uhusiano wa mtu na Mungu na sio uhusiano wa mtu na mtu au uhusiano wa mtu na mnini, labda tuseme muuza duka au mwalimu? Hapana, lakini maombi tunazungumzia uhusiano wa mtu mmoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, yeah.